Hehehe, karibu sana karibu sana wana Fabidigo TV tukileta habari zile nzuri ambazo zimetokea muda huu, nasi tukifurahi na kusema asante asante sana. Usisahau kusubscribe kulike na kukoment. Sikiliza habari hii hadi mwisho afu utakoment mwenyewe maoni yanayofurahisha kuhusu dabi yetu ya Kariakoo, ya baada ya dabi ya Kariakoo kutangazwa kwamba itachezwa tarehe ishirini na tano mwezi wa, wa sita, na, Rais Samia Suluhu akiingilia kati nasi tuwapiga makofi tukisema asante mpira umeshinda. Hey, mi ni Fabidigo katika YouTube channel ya Fabidigo, endelea kusikiliza mpaka mwisho upate kupata habari hii. E, imefahamika ya kwamba dabi ya Kariakoo imefika suluhisho, baada ya Samia Suluhu kuwaita wachezaji kuwaita viongozi wa Simba na Yanga ambao ni wakubwa wa Simba na Yanga akiwepo yule GSM mkubwa, mfadhili wa Simba Yanga ambaye anaitwa e, GSM kwa kampuni lake, na huyu na huyu kwa mwenyekiti wa Simba Mangungu wakiitwa Ikuru ili waweze kuongea na Samia Suluhu. Habari ni kwamba tayari imeisha imeisha kwamba itacheza tal 25 mwezi huu mwaka 2025 itakuwa ni mechi ya mwisho kabisa Simba na Yanga. Habari hii inakuleta tunakuletea, kwamba sikiliza hadi mwisho, ni kutokana na mchenyeto wa mchezaji wa Yanga Football Club. Mchenyeto tukisema mchenyeto, yani mchenyeto na maana mingi nyingi sana, lakini sasa hivi tunaongelea mchenyeto kwamba happy au furaha ya Pacome zuzua kufurahia dabi kucheza dabi ili awagaishe Simba ili awasumbue Simba ili awapige vyenga ili awapige chenga Simba football, football club ya Pacome amesema ya kwamba kama yeye ndiye aliyesababisha chenga mpaka kama Kijili kuweza kujifunga au kupata, kupata ile tunasema free kick ambayo alipiga chama na Kamara, kaingiza uwanjani na mwisho wa siku Kapombe akataka kuiokoa akafanikiwa kuiokoa Kapombe, hapo Kijili kaja kujifunga. Da, anasema anamwonea huruma sana mchezaji namba tatu wa Simba Football Club ambaye anaitwa Muhammad Huseni, kwamba atamkabeji, maana nguvu za Pacome sasa hivi amesema ameziongeza zaidi ya vile wanavyomjua, maana amepumzika vya kutosha. Pacome uh, baada ya kuwajiwa na Fabidigo TV akaonesha furaha ya kusikia kwamba ukurasa wa Instagram wa Yanga Football Club ambao ni eh, Young Football Club e, au Young African eh, wameposti jana baada ya suluhisho ya Rais wa nchi Samia Suluhu, yani raia namba moja, kwamba mpira upo, yani kwamba wameposti kwamba tarehe 25, kwa sababu wenyewe ndio wenyeji wa huu mchezo, kwamba tarehe 25 dabi akoo ipo na watu wakishangilia wengi sana. Ndio maana ni mwanzoni, tumewaambia kwamba kuna clip, tumesema dabi ya Kariakoo ni dabi ya kwanza Tan Afrika na dabi ya nne duniani kuzungumziwa e, na kusisimua. Sasa tunamsema Pacome. Pacome ni mchezaji wa Yanga ambaye ana kiwango thabiti, ana kiwango kizuri, kiwango ambacho hata watani wao Simba Football Club wakitamani kuwa na mchezaji kama yule. Lakini Pacome bwana, ameongea na akiojiwa na vyombo vya habari vingi, ikiwemo Fabidigo TV kwamba anajisikiaje, lakini maneno yake yalikuwa ni machache na maneno ya mvuto na maneno ya kusisimua na maneno yanayotaka usi usiache kusikiliza maana mpira ni, ni furaha. Kamtania sana Mohamed Hussen, akasema Mohamed Hussen nataka nimstafishe, yani anataka mstafisha Mohamed Hussen Simba Football Club. Yani kwamba anataka ajue kwamba kucheza na Pacome ni kitu kibaya, yani anataka amwambie ya kwamba yeye ni Pacome anaweza kumwangaisha mchezaji yoyote duniani, lakini anamheshimu Mohamed Hussen, anasema lakini amemwandalia amemwandalia kitu kinachoitwa nini, dozi, kwamba anataka amfanye vibaya, yaani asipende tena uasili akatamani tena kucheza na Yanga kiwapo Pacome kwao. Pacome bwana amejidai amejinadi amejiamini, ameweza kuwafurahisha wana Yanga akiwatishia mashabiki wa Simba na akimtishia pia mchezaji mwenzie ambaye anaitwa Muhammad Hussein Shabaraa, kwamba ataweza kumnyanyasa na kumdadavua. Sasa habari hii bwana, tumeicheka na kufurahi na kusema asante sana. Usisahau kufuatilia Fabdigo TV, kwa sababu ni habari kama udaku, lakini ni habari ya mchezo ambaye habari yoyote atakayoongea mchezaji itahusisha na no michezo. Sisi Fabidigo tutakuwekea e live na usikilize, ni habari inaoishi hadi tarehe ishirini na tano, maana majibu yatapatikana tarehe 25 mwezi huu. Asante ku ku subscribe subscribe, comment, nami ni Fabidigo Fabidigo.